Praise the Lord, tunaendelea kujifunza kuhusu kunena kwa lugha mpya, kwa lugha nyingine. So nilimeanza tu kufundisha, kuonyesha what is it? I mean, when you speak in tongues what happens, na nicho kitu ambacho nitakifundisha zaidi, kwa sababu i want people to be motivated. Later on nitafundisha when you speak in tongues, i mean

anasema uh, ntaanzia mstari wa pili kwa sababu inaenda inaungana. Sema maana, yeye anenaye kwa lugha mpya, kwa lugha asemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake bali ahutubuye ya kulijenga kanisa. Ngoja ni focus kwenye hicho kifungwa. Umeona anavo contrast, alikuwa akiwakemea hii kitabu cha Wakorintho sura ya kwanza, Wakorintho wa kwanza actually. Wakorintho wa kwanza ni Mtume Paulo anawakemea Wakorintho kwa sababu wao walikuwa wana practice vibaya hizi gifts of the Holy Spirit walikuwa wakienda kanisani, kunena kwa lugha ilikuwa is a point of bosting, yani wana bost among each kanisa <muchika> nili fulani nilipokuwa nimeokoka, nikaenda kanisani pale upi Yesu wa hapa au u, Yesu, kuna ma Yesu Yesu wengi tu wengine ili ni kwaza sana. Because it was not true. Jesus is the same yesterday, today and forever. Okay, kwa hiyo nikirudi kwenye kunena kwa lugha mpya, nilieleza kwamba kuna namna mbili za kunena kwa lugha mpya, kuna namna unanena kwa ajili ya kanisa. Sasa, kwa ajili ya kanisa ndio hiyo inaitwa kuhutubu kwa sababu utanena kwa, kwa lugha halafu mwingine atafasiri itakuwa ni hizi mbili zinafanya kuwa ni prophecy. Lakini pia kuna gift of prophecy ambayo inatoka yenyewe moja kwa moja, mtu anatamka lugha hiyo hiyo ambayo anaijua maneno ya Mungu moja kwa moja. Well, I'm not talking about prophecy that prophecy, I'm talking about the prophecy that comes as a combination of speaking in tongues and interpreting tongues. Naongelea kwa ule unabii sasa ambao unakuja kwa kunena kwa lugha jumlisha kufasiri lugha. Hicho ni kipawa kingine cha kufasiri lugha, sio kutafsiri, ni kufasiri. Kufasiri maana yake ndio kama wale watu walikuwa wanawasikia wa Wagalilaya wakitamka maneno, lakini maneno walikuwa wanayatamka, walikuwa wanayapokea katika lugha za kuzaliwa zao zao wenyewe. yeah. so kufasiri ni kupokea moja kwa moja ndani, you just know, unajua tu kwamba this is so and so ni kufasiri hiyo lugha alichokisema, it's so and so. Sio word by word translation, ile translation sio interpretation, sio kutafsiri, ni kufasiri. Okay, kwa hiyo hiyo sasa ni ya kanisani. Unapokuwa kanisani, lazima kuwa na utaratibu, mmoja ananena, mwingine anafasiri. Lakini hapa anachokisema kwamba anenae unaponena kwa lugha anenae ahutubue. Sasa mwenye kufanya hizo combination mbili analijenga kanisa, lakini yule anayenena kwa lugha, now he is speaking about the other type of tongues which does not really require interpretation at the time you are speaking in tongues. It could require interpretation but it may not require interpretation at that time. Inakuwa ni tabia yako tu, unanena kwa lugha mpya, you are in the spirit Iyo, na sasando, hiyo namna ya pili sasa ndo hiyo anayesema ni kwamba anenaye kwa lugha anaijenga nafsi yake. Ana build he builds his, himself, his, self, his soul. Anaijenga nafsi yake, kuna kitu positive hapo. Kumbe unaponena kwa lugha kitu kingine kinachotokea, matokeo mengine ya kunena kwako kwa lugha ni kwamba nafsi yako inajengwa. Unakuwa unarejea katika namna, katika nafsi yako unarejea katika namna ambayo Mungu aliikusudia. Kisoma katika Mwanzo sura ya pili mstari wa saba, pale Bwana Mungu alipoutengeneza mwili Alimfanya mwili kwa mavumbi ya nchi, akaupulizia pumzi ya uzima, ule mwili ukawa nafsi hai. Ile nafsi hai ni ya mwili. sasa ile nafsi hai ilipo, ilipotekwa na, nafsi inaweza kutekwa, ilipotekwa na Ibilisi kwa kupitia udanganyifu, iliharibika. you see. Let's assume, nafsi ni mwili yani ile nafsi ilikatwa mikono, ikakatwa na miguu, ikakatwa masikio, ikakatwa pua ikatobolewa, macho ikawa haiwezi kufanya chochote. Yani assume za huyo mtu ni mzima, lakini basi, angalau tuseme ni mzima, ana miguu ana mikono, lakini ametobolewa macho, halafu na masikio ametoboa, halafu na ulimi wamekata huyo mtu ana limitation, yuko limited. Wana, wanatumia lugha za kupaka mafuta siku hizi wanasema yuko challenged eh, yuko uh, challenged kwenye speech, speech challenged, wanasema wengine wako height challenged, wengine wako color challenged eh, <laughs> una mtu ambaye hana macho, ametobolewa macho na masikio yametobolewa na ulimi umekata. Imagine that person. And that and is you that is me in the flesh kwa sababu that is what our soul, ndio roho, ndio nafsi zetu zilipofikia pale, baada ya kosa la Adam na mke wake, matukio yake ilikuwa nafsi zetu ziliharibika yo nitakueleza sehemu nyingine ambapo Mungu anaongelea kuharibika kwa nafsi. Na vipo vitu vingi ambavyo vinaharibu nafsi. Na nitakueleza nafsi ni nini na vinaharibika vipi. Yaani hiyo nafsi inaharibika vipi? Kwenye Agano la Kale, wakati Mungu alivomuita Musa mlimani kwenda kupokea zile amri kumi, alivoshuka mlimani, alipokuwa anashuka amekaribia kufika chini, Mungu akamwambia unasikia huko chini wale watu wako, wale watu wa Misri wame geuka wamejiharibu nafsi zao, wameanza kuabudu miungu mingine. Kwa kitu kimoja ambacho kinaharibu nafsi za watu eee, ni connection na miungu mingine. And actually that is what happened kwenye, kwenye bustani ya Eden, alivyo hawa alivyo mkubalia nyoka, mkubalia shetani, alijiconnect

Ni akili <coughs> ni maamuzi, ni dhamira, ni mawazo, ni hisia. Utashi, akili, maamuzi, dhamira, mawazo, hisia, ndio nafsi. Kumbuka sasa hivi kihisia, yani, many people are feeling beings, yani wao ni watu wa hisia. Nina ninahisi ninahisiiki najihisi najihisi nina nina hivi wengine wanajihisi kwamba wao sio wanaume wanataka kuwa wanawake, wengine wanajihisi kwamba wao sio wanawake wanataka kuwa wanaume, wengine wanajihisi kwamba wamechanganyikiwa, wanahisi hisi tu. Ni nafsi iliyoharibika. What did God say? God created them male and female. Hakuna kuchanganyikiwa hapo. There was no feeling hapo. It was not an issue of a feeling but when these our

Nafsi yako ile hisia zako zinajengwa katika namna ambayo Mungu aliiumba hapo mwanzoni, iwe tuje kwenye akili. Akili za mwanadamu, kuna wengine yani unasema hawana kabisa akili, hawana uwezo wa kujifunza kitu chochote. what happened to them? au wana uwezo wa kujifunza vitu vibaya tu He. soma sura ya sita ya kitabu cha Mwanzo. Bwana Mungu anasema nimegairi kwamba niwaomba wanadamu kwa sababu their imaginations are only evil and they are continually evil, they are directly I mean, they are continuing to be increasingly evil. Ili ni kitu cha pili ambacho kimeharibika, imagination, akili ya mtu imeharibika, anayoyawaza ni mabaya tu kuendelea kusonga mbele hivyo, continuous God did not create man that way. Mungu akumuumba man or woman awe hivyo, he did it so hivyo, is ipo katika akili, na akili ndipo hapo ilipo bato. Ninaposema akili kwa Kiswahili, nita ninamaanisha imagination or the mind, which is the same kwa hiyo mind ya mtu imeharibiwa na inaendelea kuharibiwa, na siku ya yani, nyakati za leo, uharibifu mkubwa ambao Ibilisi anafanya upo kwenye akili, na vita kubwa kabisa ambayo utapambana nayo ni kwenye akili, kwa sababu kazi ya Ibilisi ni kuziharibu akili zako. Naomba niendelee na hii maada katika katika sehemu inayofuata. Kwa nini? Kwa sababu ni muhimu sana na kuna scripture nataka nizitumie kukuonyesha vizuri kabisa. Tutarudi kwenye kuyo. how the building back your soul is by speaking in tongues, lakini let's go and look at how the scriptures, what the scriptures say about the destruction, uharibifu uliokuwepo kwenye akili.